Waheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia, Mheshimiwa Hassan Sheikh Mahmud, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia, Mheshimiwa Daniel Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Mheshimiwa General Mstaafu Dr. CGDN Chiwenga, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Zimbabwe, Mheshimiwa Jessica Rose Epel, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Mostradin Abdu Raisi wa Bunge la Muungano wa Visiwa vya Komoro na kiongozi mwandamizi wa pili wa dola, Mheshimiwa Profesa Kiture Kindiki, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Anzuluni Isitoleketi, Waziri wa Ushirikiano wa Kikanda na Mjumbe Maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano, uh, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete, Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa Makamo wa Rais wa Staafu, Waheshimiwa Marais wa Staafu wa Zanzibar, Mawaziri Wakuu wa Staafu, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania Jaji Mkuu wa Zanzibar, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wote kutoka Tanzania, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, viongozi wa vyama rafiki Frelimo na CNDDFDD na vyama vya siasa vya hapa nchini, Waheshimiwa mabalozi, wakuu wa taasisi na mashirika kimataifa na wawakilishi wa nchi mbalimbali, Waheshimiwa wabunge wa teule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 haki, heshima na utawala wa sheria. Kwa muktadha huu, tunazishukuru jumuiya zote zilizoleta waangalizi wa uchaguzi kutoka Afrika. Tulikuwa na waangalizi kutoka Umoja wa Afrika au Jumuiya ya, ya Nchi za Maziwa Makuu ICGLR, Jumuiya ya Maendeleo ya maendele Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Pamoja na hao, tulikuwa na wengine kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Makundi yote ya waangalizi yameshatoa taarifa za awali na tunawashukuru kwa kuwa nasi na kwa heshima kubwa tumepokea maoni yao. Hata hivyo, kama alivyowahi kusema Rais wa awamu ya tatu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa mwaka elfu mbili wakati akiapishwa kuwa rais, na hapa na nukuu, kipande tu cha hotuba hiyo kinachosema: na washukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu, tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa, na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha ja kufanya Tumeyakataa. ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Mwisho wa kunukuu. Ndugu wananchi, sifa moja ya mwanadamu ni kutokukamilika. Aliyekamilika kabisa kabisa bila kasoro yoyote ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndiyo maana katika shughuli au harakati za wanadamu tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano, au kwa maneno mengine, tunaunganishwa na uwepo wa suluhu. Suluhu yenyewe sio Suluhu mimi, lakini hata Suluhu mimi nitafanya kazi yangu ya kuunganisha taifa. Kwa hiyo tunaunganishwa na uwepo wa suluhu ya mambo katika jamii zetu. Kama mnavyofahamu, katika kuliunganisha taifa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 Ndugu zangu, nimeamua kutumia jukwaa hili leo kushukuru na kupongeza kwa kumaliza uchaguzi, kuhimiza umoja na mshikamano wa kitaifa, na kusisitiza kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama taifa ni muhimu zaidi kuliko matakwa binafsi ya mtu yoyote. Masuala ya mwelekeo wa kazi za serikali kwa miaka mitano ijayo na ufafanuzi wa kina wa hatua zitakazochukuliwa kutekeleza dhana ya kazi na utu utatolewa katika hotuba ya uzinduzi wa Bunge la kumi na tatu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, niwashukuru wote kwa kujumuika nasi kwenye tukio hili muhimu na la kihistoria. Nimepokea pongezi kwa heshima kubwa na sasa safari ya kuwatumikia Watanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya sita inaanza rasmi. Nawashukuru wananchi wote wa Tanzania na ni imani yangu kwamba tutashirikiana ndani ya safari hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Am amen, amen, amen. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba niwaalike viongozi wote na wananchi tupunge bendera juu, tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa hotuba nzuri kabisa. Pigeni vigelegele, Watanzania wasikie, dunia isikie.